Naam, mtazamaji wa Trend TV, nadhani utakuwa unafahamu kwamba Harmonize, bwana, siku hizi ameonekana akiwa anajitahidi sana kutumia lugha ya lugha Kiingereza hjoyofaz wanataka kufanya vizuri kimataifa hakuna budi e, kuhakikisha kwamba wanafanya kazi au wanatoa ngoma kwa lugha ya Kiingereza, ili kuhakikisha kwamba mziki unaweza kupenetrate vizuri zaidi kimataifa meona bwana eh, so hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa. Sasa this time around, ameamua kutoa ufafanuzi zaidi kuhusiana na matumizi yake ya lugha hiyo ya Kiingereza mara kwa mara hapa Tanzania, ambapo watu wengi wamekuwa wakimlebo kama vile anakuwa sio mzalendo kwa kuto kutumia lugha ya Kiswahili au kuitangaza kimataifa kupitia kazi yake ya muziki. Kwenye mahojiano ambayo ameyafanya hivi karibuni, Harmonize amesimulia tukio la aibu alipokuwa Nigeria kwa mara ya pili ambapo alikutana na changamoto ya lugha ya Kiingereza. Wakati wa mahojiano, meneja wake alijaribu kumfundi, alijaribu kumfundisha hapo hapo kwenye interview, jambo lilomfanya kutambua umuhimu wa, king, wa kujifunza Kiingereza ili kueleweka kimataifa. Hata hivyo, pia alisisitiza kuwa anajivunia sana lugha ya Kiswahili, lakini analazimika kupanua zaidi upeo wake wa lugha ili aende sambamba na soko zima la mziki duniani. Umeona eh? So hivyo ndivyo mambo yalivyo, na ndio maana Harmonize sasa hivi amekuwa akifocus zaidi kutumia lugha ya Kiingereza ili aweze kwenda sambamba na soko la mziki duniani. E, na sio kusema kwamba eti sio mzalendo au vipi? Hapana, haiko hivyo. Ukiwa kama mdau una kipi cha kuzungumza, weka maoni yako hapo chini katika comment section. Tutakuwa tukisoma na kureply kila comment na pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.